Mpendo mtazamaji, karibu katika tafakari ya Mama Bikira Maria katika leo. Siku ya tatu tutatafakari utii katika fadhila ambazo Mungu alimpa Maria, alimpa mama Maria alimpa fadhila ya utii. Fadhila ya utii ni fadhila kubwa sana katika maisha yetu, na hasa kipindi hiki cha Kwaresma tunahimizwa kutii sauti ya Bwana iliyo katika mioyo yetu, kutii wachungaji wetu wanavyotuambia, lakini kutii watakatifu wanaotuombea ili tuweze kumrejea Mungu. Kwa hiyo kwa namna pekee tutajifunza fadhila ya utii ya Mama Maria. Wataalamu wa teolojia wanasema obedience is better than sacrifice. Maana yake kwamba utii ni bora kuliko sadaka. Kwa nini? Kwa sababu tunapomtii Mungu ndipo tunapopata baraka zake. Tunaangalia katika kitabu cha, wa, cha, kwanza cha Samuel, katika sura ya 15 mstari wa 22. Tusoma kama ilivyoandikwa anasema naye Samuel akasema Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya bebero. Mwisho wa kunukuu. Mungu anataka tuweze kumtii na kuweza kumtii Mungu ni maana kukataa nafsi zetu, kukataa malimwengu na kukataa dhambi. Na ndipo hapo tunapoweza kumtii Mungu. Tukisoma Biblia katika Zaburi ya 95 mstari wa kwanza hadi wa 11 unatuhimiza kutii anasema Ingekuwa hadi leo msikie sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama vile uko Meriba kama siku ya Masa jangwani hapo aliponijaribu baba zenu wakanipima wakayaona matendo yangu. Amekwisha kunukuu. Vile vile kuna msemo wa kitheolojia ambao unasema in every fall there is a woman but in every rise there is also a woman, maana yake ni kwamba katika kila anguko kuna mwanamke, lakini katika kila inuko kuna mwanamke. Mwanamke huyu ni nani? Mwanamke huyu wa kwanza ambaye amefanya tukaanguka ni Eva ambaye hakumtii Mungu, aliweza kumtii shetani. Tunaona kwamba anatii maagizo ya shetani na anapoteza baraka zote, na sisi tunapata anguko la dhambi. Lakini tunamwona mama Maria ni Eva mpya, yeye anatii, anavyotii anakuwa tofauti kabisa e, na Eva, na tunaona kwamba mwanamke huyu ambaye ametii Mungu amempa nguvu. Katika kitabu cha mwanzo E, sura ya tatu msura kumi na tano katika typoloji ni Bikira Maria tunasema nami, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wake na huo utakao kuponda kichwa na wewe utaponda kisimima. Ukiangalia katika picha nyingi za Bikira Maria amekanyaga kichwa maana yake nini? Amemshinda shetani kwa utii. Tunasema fiat voluntas fiat voluntas, maana yake ni utii wa mama Bikira Maria ambapo tunaupata katika injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 38 anasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema. Maana ni kwamba mama Maria amechukua utii, amemwiga ame, Kristo ame, ame katika utii, na tunaona kwamba maisha ya utii ni maisha ambayo yanatufanya tunakuwa, e, tunaona kwamba katika utii Kristo anatufundisha kwamba, kama ambavyo mama yake alivyokuwa mtii, na sisi tutakuwa kwa, kwa watii, na unaona kwamba mama Maria anakuwa ni mtii. E, tunasema alisema kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana, ndimi ni mtumishi wa Bwana nitendeo ulivyonena, Fiat Voluntas. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya kwanza, mstari wa 38, anasema mimi ni mtumishi wa Bwana nitendeo kama ulivyosema. Unaona mama Maria anaiga mfano wa Kristo katika utii na unyenyekevu, kama ambavyo Paulo anatuambia kwamba fadhila utii ambayo Kristo anatufundisha tuifuate. Tunasoma katika Wafilipi e, wa sura ya pili Mstari ule wa nane hadi wa tisa anasema tanokuu, tena alipoona ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkilimia jina lile lipitalo kila jina, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo tunapokuwa watii, Mungu utukilimia, Mungu utufadhili, Mungu hutuinua, Mungu hututakatifuza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unapomtii Mungu Haupo, yani haupotezi badala yake una gain, unapata zaidi. Na tunaona umh, mama Maria katika kule kwamba ndimi mtumishi wa Bwana tendo lilivyonena. Mungu amemfanya mbarikiwa katika abarikiwa, milele na milele ataitwa mbarikiwa. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 48 hadi 56. nitanukua nasema kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu, mwisho wa kunukuu. Kwa unaona kwa ukuu wake, e, wa unyenyekevu Mungu anampa ukuu, Mama Maria anamtukuza. E, jina lake litaitwa mbarikiwa na milele na milele. Kwa unaona kwamba utii wake umemfanya kuwa malkia wa malaika na watakatifu wote, kama anavyosema Mtakatifu Agustino kwamba kiburi kilimfanya shetani, a, kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, shetani lakini utii ulimfanya mwanadamu akawa malaika. Maana yake nini? Ulimwinua mwanadamu katika hali ya udhaifu. Mama Maria kwa unyenyekevu wake ameinuliwa, ame e, ameinuliwa, kwa sababu mtakatifu Agustino anasema pale Mama Maria aliposema ndimi mtumishi wa Bwana nitende ulivyonena, pale pale Mungu aliweza kushuka duniani kupitia tumbo la Mama Maria. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba utii wa Mama Maria ni mkubwa. Mama Maria ni Eva mpya, Eva mpya kwa maana kwamba ni tofauti na Eva wa kwanza ambaye ni Eva ambaye alikuwa na kiburi akamtii shetani, lakini mama Maria kinyume chake anamtii Mungu, kinyume chake anafata mapenzi ya Mungu e, na unaona kwamba e, pamoja na kwamba tunapo, lazima tukubali kwamba tunapompenda Mungu, changamoto hazitakosekana, changamoto zitakuwepo, mateso hayatakosekana, mateso yatakuwepo, lakini Mungu anatumiminia baraka kama alivyompiminia mama Maria kuweza kukabili changamoto atakazokutana nazo katika maisha yake na alizokutana nazo mama Maria. Kwa mfano, tunaona mateso saba ya mama Maria ambayo pamoja na kwamba alikuwa ni mtii lakini changamoto hizi alipitia ambazo zilimweka akawa mtakatifu zaidi na zaidi. Kwa mfano, changamoto ya kwanza tunaona mzee Simeoni anatabiri kwamba upanga wa mu, upanga utaupenya moyo wa mama Maria. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya pili mstari wa 34 hadi 35. Tauu nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili yafunuliwe mawazo ya mioyo ya watu mshukuru. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba upanga utauchoma, akitabiri mateso ambayo mama Maria aliyapata. Lakini tunaona mama Maria, pamoja na kwamba yeye ni mama wa Mungu, barikiwa malaika na watakatifu, lakini anakimbia misukosuko ya maisha, anamwokoa mtoto Yesu asiuawe na Herode. Tunasoma katika injili ya Mathayo sura ya pili mstari wa 13 hadi wa kumi na nne. Tanukuu anasema akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku akaenda zake Misri. Maana yake nini? Mtakatifu Yosefu anawachukua wanakwenda Misri. Na walivyokuwa wanasafiri Misri, huko kuna baridi kali sana. E, wanakimbia kuna baridi kali sana. Wanakwenda katika nchi ya watu. Wanajifunza wana lugha ngeni, utamaduni mgeni. E, lakini kwa sababu wamempenda Mungu, wana mapenzi ya Mungu, Mungu yuko nao na wanaweza kushinda yote. Mwishowe wanarudi baadaye. Lakini tunaona vile vile eh, mama Maria mtoto wake anapotea, mtoto wake mpendwa. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 43 hadi 45, anasema na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta mm. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba yote haya yalikuwa ni mateso ambayo yalimsumbua mama Maria, lakini aliyapokea kwa unyenyekevu, akayavumilia wala hakulalamika. Lakini tunaona eh, anakutana na Yesu katika njia yake ya kuelekea Kalvari, ambao wakati tunasali njia ya msalaba ni kituo cha nne, kwa mama Maria anakutana na Yesu katika mateso kwao. Mama Maria akukimbia mateso ya mwanae, aliyafata mateso ya mwanae, aliyakumbatia mateso ya mwanae. Sasa wakati mwingi sisi kama Wakristu tunakimbia mateso, hatuyataki mateso, lakini kinyume chake mama Maria anayakumbatia mateso ya Kristu, kwa sababu tunapokumbatia mateso ya Kristu tunatakatifuzwa, tunakuwa watakatifu, tunafanana na Kristu. He, lakini vilevile teso lingine ambalo mama Maria analipata ni kuona askari anachoma ubavu wa mwanawe pale msalabani. Tunasoma katika Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 34 wa anasema, lakini mmoja wa askari akauchoma ubavu wa Yesu kwa mkuki wake, mara hiyo damu na maji vikamtoka mwilini mwake, e, usha kunuku. Kwa hiyo unaona mama Maria anayaona yote kwa macho yake. Eh, anayaona yote kwa macho yanamuumiza, lakini anayavumilia wala hayakimbii. Lakini vile vile mama Maria anapata uchungu mwanae anapozikwa kaburini. Tunasoma katika injili ya Yohana sura kumi na tisa mstari wa thelathini na nane hata baada ya hayo Yusufu wa Arimataya alimwomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu, eh? Eh, mwili wake Yesu. Lakini baadaye tunaona kwamba Yesu anazikwa na kaburini. Kwa hiyo unaweza kuona yote haya eh, yanatufundisha kwamba yatupasa kuwa na utii. Utii katika neno la Mungu, utii katika mapenzi ya Mungu, utii katika mateso, utii katika kumpendeza Mungu. Hivyo tunavyotii mapenzi ya Mungu, ndivyo tunavyopata neema ya, ya, ya Mungu. Unapotii kwamba mimi nafanya hili kwa ajili ya Mungu, nakataa dhambi kwa ajili ya Mungu, nakataa kishawishi kwa ajili ya Mungu, kwa hiyo hautii nafsi yako, unamtii Mungu. Mungu pale pale anakupa neema ya kushinda vishawishi anakupa neema ya kushinda majaribu, anakupa neema ya kuvumilia mateso, na anakupa fadhila za kuenenda katika utakatifu wake, na mwisho anakupa uzima wa milele kama tunavyosoma kitabu cha Ufunuo sura ya tatu mstari wa ishirini na moja. Anasema yeye ashindae nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo hatima yetu inakwenda kama anavyosema Mtakatifu Agustino kwamba Roho zetu hazitatulia mpaka zitakapofika katika utukufu wa Baba ambao tunautafuta ambao Kristo ameshatayarisha. Kristo ameshatupa password, amekusha kutupa njia. Kwa sisi, kazi yetu ni kinuchu ni kukubali ni kutii. Kwa kuanzia leo kubali na utii, na unapotii Mungu atakupa neema tele, atakupa neema za kushinda majaribu, atakupa neema za kuvumilia mateso, atakupa neema za kuwa mtakatifu, na mwisho ataketi pamoja na wewe katika utukufu wake kama ambavyo Mama Maria amemfanya malkia wa mbingu. Kwa hiyo tumuombe Mama Maria. Mama huyu atusaidie tuwe na utii katika nafsi zetu. Watu wanapotea kwa sababu hawatii. Kwa sababu tusipotii tutazama katika dhambi. Lakini tunapotii tunapewa moyo wa toba. Mama Maria ana tabia, ukimpenda Mama Maria atakupeleka kwa Kristo. Na ukikupeleka kwa Kristo atakupeleka katika moyo wa toba na maungamo na kuweza kuacha dhambi na kuweza kumpenda Kristo. Kwa hiyo tumwombe Mama Maria ambaye tum, anatuombea daima katika maisha yetu, tuweze kuwa watii, tuweze kuwa wanyenyekevu, ili tuweze kupata tuzo siku moja mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo, niwatakie siku njema. Vivo Kristus. Takatifu.